Kauli ya Allah subhanahu wa taala, anazungumzia habari ya watu ambao wameingia tafaruku kati yao. Sasa hivi sisi hatuna taratibu hizo, yaani zile process ambazo dini imeweka, watu wakigombana wafike: moja, mbili, tatu, nne. Huwa hamna, huwa ni kuachana tu. Mwanamke akifanya makosa ndani ya nyumba yako, cha kwanza ni kumpa mawaidha, so kumfukuza, huyu ni mwanadamu kafanya ambalo wewe hulipendi na Mungu halipendi, sio kumfukuza, chukua vitu ondoka, hapana. Mke wangu mpenzi, nakupenda sana, ndiye maana mimi natumai kabisa una akili timamu, na wewe ni mtu muhimu sana katika maisha yangu, lakini jambo hili nisipendi, ni nakuomba lisirudiwe tena, kwa mapenzi makubwa, bila kumwonyesha. Unajua, mimi ndio mwanamke mpumbavu sana, mimi mwanamke mjinga sana, sheikh. Pumbavu yani, mke wangu ni mpumbavu, sijui nifanyeje. Kesho tukikutana nikakuuliza, Shekhe, ule mpumbavu bado unaye? Shekhe ah, unakwaje? Ah, wewe si unamwita mkeo mpumbavu. Badala ya kumpa nasaha unamtukana, badala ya kumpa nasaha unampiga. Mungu hakutoa ruhusa ya kupiga, Mungu ametoa ruhusa ya kuchapa. Mimi kazi yangu ni mwalimu. Kuna tofauti kati ya kupiga na kuchapa. Kuchapa ni kutoa adhabu ya kumfunza mtu kupiga ni kutaka umjeruhi huyu mtu umuumize. Ndio maana ukisikia watu wanapigana, wanataka waumizane, sio utani. Sasa mwanamke apigwi, piga mwanamke mpaka analazwa. Haya ni moja katika masababu ambayo yanapelekea mwanamke huyu ataniwa, afadhali niondoke, na ndoa nyingi zinakufa kwa sababu ya watu wajinga wa aina hii. Fadhribuhunna, wachapeni. Tena Allah kasema, in atwaanakum fala tabghu alayhinna sabila, wakiwatii msitafuti njia nyingine za kuwaudhi. Jana umembana mkono au umempiga kofi moja, kisha anaambia ukumbuki nilivyokufanya jana na leo nitakuongeza. Huu mtu umemnunua ume? Hana wazazi waliyemzaa? Lakini kinachosumbua nini? dini yetu hatuijui, kudhani kuwa nyumbani, kwa ukiwa na chakula ndiye mke atatulia. Kwani kwa alikuwa hali tena kula vizuri, kama kitanda cha sita kwa sita? Kwao alikuwa analala sita kwa sita. Baba yake amemchukua kwa ukabidhi kwako, uwe na akili wewe achaonei kwenye chakula tu. Kuna mambo ambayo lazima uyafuatilie, uyasimamie. Sasa binti anasema, Shekhe miski tatizo naomba talaka yangu. Watu wenye kupendana na kuheshimiana katika ndoa wanaweza wakaishi maisha yoyote. Tuwaheshimu watoto wa kike, tuwapende, tuwatunze, tuwaenzi. Usidhani dhulma utakayomfanyia mwanamke Allah atakuuliza, atakuuliza. Na amesema la yarhamuhunna illa rahim Hakuna mtu anayewahurumia wanawake isipokuwa ana huruma. Wala yudhuhunna illa laim, ukimuona mtu anaudhi wanawake jua ni mshenzi, yaani hana kipimo cha